Mheshimiwa Spika, kufuatia sakata iliyotokea juzi uli, uliagiza wabunge kumi na moja, mimi nikiwemo, waende kwenye kamati ya haki kinga na maadili ya Bunge, na juzi mimi nilishindwa kupata nafasi hiyo, lakini hiyo nafasi nilipata jana. Mheshimiwa Spika, baada ya kuhojiwa jioni, kamati ilitoa ripoti yake hapa bungeni na kamati ilitamka kwamba mimi Joseph Salasini mbele ya kamati nilijutia makosa yangu. Mheshimiwa Spika, naomba nikueleze na nieleze bunge lako tukufu kwamba kauli hiyo sio sahihi, mimi sikusema kwamba nimejutia makosa yangu. Nilichowaambia kilichofanyika kilikuwa sahihi kwa mujibu wa kanuni ya sitini na nane kanuni ndogo ya kwanza kwamba wabunge walisimama kwa ajili ya kuomba mwongozo wako, na kiti hakikuwapa nafasi, kwa hiyo wakaendelea kusimama ili waweze kupata nafasi hiyo, na wabunge walisimama hasa baada ya kuona kiti kimempa nafasi mama Mlata, Mheshimiwa Mlata, kikawanyima wengine kwa Mheshimiwa Spika, ninapenda mwongozo wako. Kwa nini kamati ilifanya majumuisho ya kupelekea kusema kwamba mimi nimejutia kitendo, ambacho kinaonyesha kwamba mimi ni mwoga sana, jambo ambalo si kweli. Mimi ni mwanasiasa niliyokomaa, nimeanza mageuzi tangu mwaka 88 kabla hata sheria ijaundwa. Sikuogopa, nimeendelea kuwa mwanasiasa hivyo mpaka sasa hivi na jambo hilo kwa kweli limenikasirisha, limenifedhehesha. Ningeomba mwongozo wako ili ikiwezekana yale ambayo niliyasema kwenye kamati yapitiwe ya upya, ili idhihirike kwamba ni kitu gani ambacho nimekisema kwenye kamati. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana. Baada ya kufanya hivyo walifanya nini? Mheshimiwa Spika, baada ya kujieleza mimi niliruhusiwa kuondoka lakini baada ya hapo kamati ilikuja kutoa majumuisho yake, na ndipo iliposema kwamba mimi nili, nilijutia makosa yangu, kitu ambacho tangu mwanzo niliambia nili kamati kwamba sioni kosa lolote lililofanyika. Na mimi kwa maoni yangu, nilifikiria kwamba kama mwongozo unge haki ya kutoa mwongozo ingetolewa kwa wabunge wengine, jambo lile lisingetokea. Na kufikia hapo ilipofikia, kuhusu mwongozo, nataka kuambia hivi, mimi ninaendesha kikao hiki na taratibu zangu naweza kujua kabisa taratibu za mwongozo huwezi kuanza kupiga kelele na ukashauti na kila mtu anasimama na kufanya nini hiyo ni sehemu ya fujo na kifungu cha sabini na sita kinasema habari ya fujo Halifa. Mheshimiwa spika nakushukuru kwa kunipa nafasi na mimi niseme tu kuwa juzi hapa ulipotaja watu ambao wanatakiwa waende kwenye kamati mimi nilikuwa mmojawapo na nikwambia tu mpaka dakika hii, hiyo barua ya kuniita mimi kwenye kamati sijaipata. Lakini katika ustaarabu wa kawaida tu, baada ya mwenyekiti wa kamati kutangaza hapa jana, niliamua kwenda. Baada ya mazungumzo na kamati, kama alivyosema mwenzangu mheshimiwa Selasini, matokeo yake kamati ikaja ikatoa lugha ambayo mimi kwa mujibu wa kifungu cha 64a e imenidhalilisha sana, kwa sababu mimi nilidhani kuwa mle ndani ya, ya kamati kwa sababu wale wanaohojiwa wanahojiwa kwa kiapo, basi na wajumbe wenyewe wa kamati pia wangelikuwa makini sana, na hii inanipa hofu sana kuwa kuanza anza kutilia wasiwasi integrity ya kamati. Mheshimiwa Spika, haki ya mbunge kusimama akaomba mwongozo ni haki ya kikanuni, na wewe unajua hivyo. Na mimi nilisimama mara tatu. Mara ya kwanza nilisimama nilipoona wewe umesimama nikakaa, mara ya pili nikafanya hivyo, mara ya tatu nikafanya hivyo, nikaja nikajikuta miongoni mwisho, tumesimama sote kwa pamoja. Nilishtuka sana nilipoona jambo lile limetokea. Sasa ninapoambiwa mie nimejutia, nijutie nini? Ni nani anayejutia kwa kukoseshwa haki yake ya kikanuni halafu akadhalilishwa kama vile? Mie niko miaka ya ishirini hapa, sijawahi kufanya discontent ndani ya ofisi hii, ndani ya bunge hili. Kwa kweli kitendo kile mi kimenidhalilisha sana, kwa sababu kama ni jaribio la kunidhalilisha dakika like za mwisho, ahlan sawa, na iwe hivyo. Lakini napenda, Mheshimiwa Spika, lugha iliyoletwa hapa na mwenyekiti wa kamati ya maadili Ibadilishwe, abadilishe lugha yake, afute maneno yake. Mimi sijajutia ya na siyot, sitojutia kukoseshwa haki yangu alafu nikadhalilishwa. Nani anaweza kujutia vitu kama hivyo? Naomba mwongozo wako. Kuna mwongozo, tutaangalia Hansard kwa sababu pale pana Hansard. Kama nyinyi mkujujia, basi mtakwenda kama wengine, kwa sababu kama ni hivyo, mtaondoka kama wengine, kama hivyo. Lakini nasema Hansard tutakwenda. Mimi sitaki kubishana, kwa sababu sikukaa kwenye kile kikao. Kwa hiyo nasema tunaendelea na kazi tutaangalia Hansard kwa sababu tunayo hata kule kuna Hansard. Sasa nawaita wanaofuatana. Mheshimiwa Bwanyane, sibishani na mtu. Mheshimiwa Speaker, tatizo sio adhabu, mimi niko tayari kuondoka na wenzangu. Tatizo ni kwamba fedheha ambayo tumeipata tuna, tunaomba irekebishwe na hili bunge kwa sababu linafikia mwisho wake. Mheshimiwa, naomba ukae chini. Nasema hivi maneno yale kule kwenye kamati kuna Hansard. Huwezi kutegemea mimi hapa nasema afute nani, kuna Hansard kule tutaipata. Ee, mm. E, Mheshimiwa waziri wa nchi. Mheshimiwa Spika, labda tu nitumie tu, ni, ni, ni tu dakika chache sana. Mheshimiwa Spika, mimi nafikiri kwa mujibu wa kanuni zetu a, hatuwezi tena kuendelea kuzitumia kanuni hizi kuche, kuchelewesha jambo lililoko mbele yetu. Kanuni zinatuambia kama mbunge yoyote hajalizishwa na maamuzi yoyote ziko kanuni zinazomruhusu kukata rufaa katika, katika vyombo ambavyo viko ndani ya bunge letu, lakini si ku, ku, ku, kukata rufaa kwa kutumia mwongozo wa kiti. Kwa hiyo Mheshimiwa spika, kuendelea kubishana katika jambo hili ni kuendelea tu kufanya shughuli hizi zisiende mbele. Kwa hiyo mimi naomba tu nitumie ni nafasi hii mheshimiwa kupitia kwenye kiti, kiti chako, kama mbunge yoyote kahukumiwa humu na anaona kwamba hajatendewa haki badala ya kutumia nafasi hii kuchelewesha shughuli za bunge, atumie kanuni ya kate rufaa, ataenda kusikilizwa katika vyombo vinavyohusika, na situcheleweshe kwenye shughuli zinazoendelea hapa ndani. Taarifa mheshimiwa spika, na sitaendelea na hayo mheshimiwa spika. Naomba taarifa fupi, na mimi nimesimama hapa nasema hivi: spika atakuwa na wajibu wa kuhakikisha kuwa utaratibu bora unafuata bungeni na uamuzi wa spika kuhusu jambo lolote la utaratibu utakuwa ni wa mwisho hii ni kanuni ya sabini na mbili moja kwa hiyo taarifa yako alafu baadaye sitaki maneno zaidi taarifa nimesema taarifa nikuondoka sawa